Zaidi ya Waislamu milioni 1.4 wanatekeleza ibada ya Hija katika mji mtakatifu wa Meka nchini Saudi Arabia mwaka huu, baada ya mwaka mmoja ambapo watu elfu moja mia tatu walifariki, wengi wao kutokana na joto kali. <mulika> Mamlaka za Saudi Arabia zilisema zimeongeza tahadhari za usalama kwa mahujaji. Mahujaji hao wamepanda maelfu ya miti na kukwea mamia ya viyoyozi katika sehemu mbali mbali za ibada ili kusaidia kupunguza halijoto maeneo mm, hayo. Serikali ya Saudi Arabia pia imeweka marufuku ya kupeleka watoto walio chini ya umri wa miaka kumi na miwili na kuonya kuwa watu watakaojaribu kuhiji kinyume cha sheria bila kibali rasmi watakabiliwa na faini ya dola elfu tano na kupigwa marufuku kwa miaka kumi kuingia Saudi Arabia. Mwaka huu mahujaji wa Kiislamu walisali juu ya mlima Arafat siku ya Alhamisi wakati wa kilele cha hija ya kila mwaka, wakati maafisa wa Saudi Arabia walitoa wito kwa washirika kujiepusha na kuwa nje wakati wa joto zaidi wakati wa mchana. Maelfu ya mahujaji walianza kukusanyika alfajiri na kuzunguka mlima na uwanja unaoaminika Nabii Muhammad alitoa sala zake za mwisho. Kevin Sewe, Mwanzo TV.